Na gavana wa kaunti ya Murang'a, Irungu Kang'ata, alikuwa na wakati mgumu kuelezea masuala ya ukaguzi wa matumizi ya pesa katika kaunti hiyo Alipofika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu uwekezaji wa umma. Kang'ata aliyetii mwaliko wa kamati hivi leo, alitakiwa kujibu masuala kadhaa yaliyoibuliwa na, na ripoti ya mkaguzi mkuu wa matumizi ya pesa za umma ambaye ikiwa ni pamoja na usimamizi mbaya wa mali ya kaunti, taarifa kinzani kuhusu mapato, vyumba vya upasuaji hospitalini visivyotumika na ukosefu wa hati miliki za ardhi ya hospitali. Akijitetea, Kang'ata alilaumu kucheleweshwa kwa mgao wa fedha kutoka halmashauri ya afya ya jamii SHA, akisema kunaathiri utoaji huduma. Abdiaziz Hashim anatueleza zaidi. 20... gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alitolewa kijasho kuhusu hali katika hospitali nne za umma katika kaunti yake. well, In those inaccuracies. Maseneta walitaka kufahamishwa ni kwa nini vyumba vya upasuaji katika hospitali ya Murang'a Kigumo level 4 vilivyojengwa kwa kutumia pesa za umma havitumiki. In the circumstances, the public missed out on the Is pia walitaka majibu kuhusu ni kwa nini kiwanda cha gesi ya oksijeni cha hospitali ya Murang'a level 5 kilichogharimu shilingi milioni 188 kingali kifanyiwa ukarabati baada ya kuharibika na hivyo kuwanyima wagonjwa oksijeni ya kuokoa maisha the

Aidha, Gavana Kang'ata alisema halmashauri ya afya jamii SHA ina deni la kaunti hiyo la shilingi milioni 268, ila ilikuwa imelipa shilingi milioni 31 pekee, hatua inayoathiri utoaji huduma za afya. They have not paid us. Kinachosubiriwa sasa ni iwapo magavana ambao wamealikwa wiki ijayo watafika mbele ya kamati hiyo, hukuvuta ni kuvute baina ya magavana na maseneta ikizidi kutokota. Abdiaziz Hashim kutoka majengo ya bunge Darubini wikendi.